Jana jioni nilitoa tangazo bambo cha habari cha CNN kuchapisha makala ya matukio ya tarehe 29 Oktoba na 2025. Naomba kusema yafuatayo. Kwanza, uhakiki wa maudhui yaliyomo kwenye makala ile unaendelea, lakini kama ambavyo chombo hiki kimefanya katika ripoti zake mbalimbali, kimeendelea kufanya makosa ya kiweledi na kiuadilifu katika uandishi wa habari kwa kutangaza na kuchapisha maudhui ambayo yanaegemea upande mmoja. Sio kweli kwamba CNN ilishindwa kupata upande wa serikali kwa ripoti zao zote wanazozitoa za upande mmoja. Inashangaza kuona chombo cha habari cha kimataifa kama CNN kufanya makosa makubwa ya kimaadili kama haya ambayo yamefanywa. Serikali inatoa wito kwa CNN kuzingatia maadili na weledi katika uandishi wa habari na kujiepusha na uchapishaji wa taarifa zisizokuwa na vyanzo halali na rasmi, kupotosha na kuzua taharuki. Najua mwandishi wa habari wa CNN aliandika makala hii hakuwa Tanzania, na ameandaa makala kwa kutumia picha zilizopigwa kwa simu wakati wa vurugu na bila kuwasiliana na mamlaka zinazohusika Tanzania Amekwenda kuandaa makala ya upande mmoja, makala ya upande mmoja, na napenda kusema, naposema hivi sishabikii vifo vilivyotokea. Wote sisi ni Watanzania, wote tumesikitishwa sana na matukio yale, hakuna anayeyashabikia. Lakini kwa nini chombo cha habari ufanye kazi ya kutengeneza maudhui ya uchochezi yanayoongeza machungu kwa wananchi, yanayoongeza hasira kwa wananchi. Kwa nini ukatumie mitandao ya kijamii kila siku kuonesha wananchi wakiwa wameuawa? Why? Sisi ni waandishi wa habari. Mimi nimekuwa shule, lakini nimekuta watu fulani wanajidanganya. Mimi nimesoma uandishi wa habari, sijabumba shule. It is unprofessional to publish Bad test images. Kwani shule mimi niliosoma ni tofauti na iliosoma Uingereza, iliosoma Marekani? sini hiyo hiyo, it is unprofessional and unacceptable to publish bad test images. Hivi awe mwanao kila siku umembandika kwenye mtandao anavuja madamu, why? So what? kuna mtu anayefurahia hayo? Tume imeundwa itafanya uchunguzi, itakuja na ripoti, serikali itachukua hatua. Kwani kila siku huwe ni wimbo? Tusingependa tufike mahali pa kuwapa majina ambayo baadhi ya waliokwaza wamewapa. Natoa wito kwa CNN waje, upande wa serikali wasikilize na wakachapishe maudhui yenye usawa, ukweli na yasiokuwa na mgongano wa maslahi. Waache kuchagua kuripoti upande mmoja wakati upande mwingine wameunyima nafasi, sio sawa. E, wananchi wanatafuta ndugu zao. A, katika hatua hii kwanza, mimi ningetoa wito sehemu sahihi, nadhani ni kwenda polisi, sababu polisi wao ndio wanaweza ku kufanya hizo e, e, jitihada za kutafuta walipo na, e, kama kutakuwa kuna maelekezo mengine huko polisi ndiko ambako wanaweza kujua. Kwa sasa hivi mimi siwezi kuwa na majibu, kwa sababu unajua haya ni matukio ambayo yalitokea wakati wa vurugu. e, tume inaendelea kufanya uchunguzi. Tume itakapokamilisha pengine itakuwa imepata taarifa nyingi zaidi ambazo pia watanzania watajulishwa, ila katika hatua hii ni vizuri tukaendelea kwenye utaratibu wetu wa kawaida, pale unapokuta jamaa yako apatikani basi unakwenda polisi eh. Mambo mengine mengine tutaambiwa eh, tume itakapokuwa imekamilisha kazi yake kuhusu idadi. Hali kadhalika ni ngumu sasa hivi kusema ni idadi kiasi gani, kwa sababu eh, tathmini inaendelea, tume inaendelea na kazi yake, itakamilisha, tutapata hizo takwimu. Kwa sasa hivi mtu yeyote anayetoa takwimu ni uchochezi. Takwimu zinatakiwa zitoke kwenye vyanzo rasmi ambavyo vimezalisha takwimu hizo baada ya kufanya tathmini. Leo nikikuuliza hapa Juma, nani kahesabu walioumia, waliofariki dunia? Nani kahesabu? Chombo cha habari reputable, unaendaje? unataja takwimu hafu umemnukuu kiongozi wa chama cha siasa. How is that professional? umemnukuu mwanaharakati, mwanaharakati ana mashina ya kuhesabu watu ana, ana, ana mashinari ya kuhesabu vifo? Takwimu wamezitoa wapi?